Yes, ni sehemu ya nne tugedha uagondin wing katika sehemu ya nne ya simulizi yetu inayosimuliwa na John Mabala. Jina la riwaya ni Kosa la Wahenga, lakini zaidi ya yote ni kushukuru kwa kuendelea kunitegea sikio kuanzia mwanzo mpaka sehemu hii ya nne. Tuendelee kwa pamoja katika safari yetu, lakini kumbuka sehemu zetu zipo sehemu nane tu na hii ni sehemu ya nne. Lakini pia unaweza kunipata katika mitandao ya jamii kwa simulizi nyingine nyingi kwa jina la Mabala the Storyteller. Naam, zilikuwa ni siku sasa ni masaa mm. Ilikuwa ni masaa sasa ni dakika. Zilikuwa ni dakika sasa ni sekunde. Harusi ya Gao na Nyanzira iliwadia. Mwamsonge, ambaye alikuwa ni mama yake Gao, alifurahia sana na vigelegele akaanza kupiga. Lakini sio yeye tu waliofurahia. Mzee Kiporo pamoja na Bikiporo walifurahia sana. Kumbuka Mzee Kiporo na Bikiporo hawa ni wazazi, baba na mama wa Nyanzira. Walifurahi sana na furaha yao iliongezeka baada ya kuona binti yao anaolewa, kwani walijua tabia yake, hivyo ilibidi aharakishwe mapema kuolewa kabla mambo hayajabadilika wao harusi nzuri ya kijadi ilifungwa kijijini pale, watu walifurahia kwa hakika, waliofika pale walikula na kunywa, na zawadi nyingi zilitolewa, kwa kuwa mzee yule alikuwa ni maarufu sana katika kijiji kile. Harusi ile ilitamatishwa na hatimaye Gao akakabidhiwa Nyanzila kama binti halali na mke wake halali wa ndoa, na maisha ndoa ya ndoa yakaanza. Taarifa zile zilimfikia mzee Kinena na alifikiria kwamba tayari gao ameshatimiza agizo la baba yake la kumwoa Nyanzila, lakini vipi kuhusiana na yeye? Jambo lake aliyokuwa anataka kumpata mke wake Nyamizi? Je, wamenionaje? Siku iliyofuata mzee Kinena aliamua kuondoka na kwenda kuwafuata, akimtaka kumwoa Nyamizi. Alipofika akiwa amepaniki alipokelewa na maneno ya busara ya Gao akisema ninakuomba, mzee relax, relax mzee wangu, usipaniki nikuombe utupe nafasi ya wiki moja ili tu tujadili mipango ikawe sawa. Baada ya hapo ukija, hatuwezi tukakudhulumu, tutakupa haki yako. Lakini la la la, msije mkanidhulumu kumpoka maneno ya baba yako vizuri. Ndipo Gawa akaondoka kwa huzuni, akamfuata mama yake akimwambia ya, nimemwondosha ule mzee ameondoka, alikuja kumchukua Nyamizi. Sasa nyie, kwa sababu hatu, wote hatupendi hapa aolewe na Mzee Kinena kwa sababu ya mwili wake umeenda Naomba jadilianeni nini mfanye, ili siku atakapokuja tujue nini cha kufanya, ili kuweza kumwokoa huyu binti yetu. Walikaa na kujadiliana, wakaona uamuzi sahihi ni kutafuta kijana mwenye hela, ili aweze kumlipa mzee Kinena ng'ombe ishirini na kutoa mahali ya juu zaidi, ili aweze kuchukua nafasi yake. Uamuzi huo ulifurahia na watu wote, na ndipo walibidi wamsubiri Nyamizi akirudi kutoka shule waweze kujadili kwa pamoja. Muda ukwenda sana, Nyamizi akawa amefika kutoka shuleni. Alipofika Nyanzila akamwita na kuanza kujadili pamoja naye akiwa yeye pamoja na, na mama yake Mwamsonge. Nyamizi alisema mimi sio kuolewa leo wala kesho, nina mipango yangu mwenyewe, matokeo akitoka, basi nitaamua niolewe au basi. Nyanzila na Mwamsonge akatazama ha, kumbe shida ni Nyamizi mwenyewe hataki kuolewa. Inakuwaje? tutafanya nini? Ndipo Nyanzila akajaribu kumpa wazo na kumwambia inabidi utafute mwanaume mwanaume ambaye atakutolea mahali ili tu ule mzee kina tumkomeshe, asije akua wewe, hata kama udai kuolewa sasa hivi muda atakao utaka wewe, kwa sababu ashatoa mahali. Mahali yako itaendelea kutunzwa tu, kwa sababu yeye upo, atakapotaka kuolewa utaolewa. Ndipo nyamizi aliyakubali yale maneno, lakini alisema, hata hivyo mimi sina bahati, hata mwanaume mmoja hawezi kunisemesha ninapokuwa napita njiani na hizi, ule mzee amenitega, amenifungika ili nisipate kuonwa na watu wengine wanapokuwa wanitazama Inawezekana kweli nayazungumza hayo. Mzee kinena hakufungia zindiko bwana. Sasa tufanyaje? Uamuzi waliochukua ni kumtafuta mtaalamu kwa ajili ya kwenda kumgangua na kuweza kumtibia ili aweze kuonekana na watu waweze kumpenda. Ndipo akafika kwa mganga aliyefahamika kwa jina la Mti Mkavu. Alianza kumtibia na kuanza kumfukiza na kuita bahati yake, na malipo yake alikuwa ni ng'ombe jike mmoja. Mti Mkavu alisema hii dawa inaitwa karore wanaume wakiona watavunja shingo. Akampa dawa za kutafuna, dawa za kupuliza na dawa nyingine za kunywa kwa ajili ya matumizi mbalimbali mbali. siku iliyofuata Nyamizi aliondoka zake, akabidi aende sokoni. Alipofika kule, alipokelewa na kundi kubwa la waendesha baskeli. Kila mmoja alionyesha mapozi yake na jinsi kutumia mbinu mbalimbali kuweza kumvuta, kwani weupe wake uliwachanganya na kuwavutia wengi. Kila aliyemuona alibaki akishangaa na kuchanganyikiwa akili yake lakini Nyamizi aliamua kumchagua kijana mmoja aliyekuwa na muonekano mzuri, na akahisi kabisa huyo kijana atakuwa na pesa. Kijana yule alifahamika kwa jina la Madirisha, na ni kweli kwamba kwao walikuwa na pesa. Aliporudi nyumbani, aliamua kumweleza mama wake Mwa Msonge pamoja na Nyanzira wifu yake uhodari wa zile dawa za Mzee Mti Mkavu. Hatimaye yule kijana alimpenda Nyamizi. Alivyokuwa kule kijiweni, hakuweza kuvumilia, ikabidi afanye utaratibu wa kwenda nyumbani kwao kwa ajili ya kufanya malipo ya mahari ili aweze kumwoa. Alipofika mahali ilipangwa na utaratibu na ng'ombe zilizohitajika ni thelathini na tano e, zaidi ya zile za mwanzo alizozitoa mzee Kinena, zilihitajika kama posa kwa ajili ya kumchukua binti mzuri mweupe na mrembo mdogodogo, aliyekuwa na umri wa miaka michache, akiwa darasa la saba. Siku zote mnafiki huwa ajifiki. Jambo hili ndio lilitokea kwa Nyanzaa ambaye alikuwa ni mke wa Gao na wifu wa Nyamizi. Alipomwona Nyamizi anaolewa kwa ng'ombe wengi, baada ya kufatwa na Madirisha kwa ajili ya kutolewa posa alisikitika sana, na ndipo aliamua kuondoka kuelekea kwa Mzee Kinena. Anafata nini tena kwa Mzee Kinena? Alipofika akaanza kumweleza mambo yote yaliyotokea kwamba tayari Nyamizi ameshapata mchumba mwingine na muda wote Mzee Kinena atanyanganywa tonge lilokuwepo mdomoni mwake. Mzee Nyamizi alipoyasikia yale maneno likasirika sana, na akawaza uamuzi gani achukue. Akafikiri aende kwa Kinagao, hapana. Baada ya muda mrefu uamuzi aliochukua ni kwenda moja kwa moja kijijini kwa yule kijana aliyetaka kumuoa yule kijana alifahamika kwa jina la Madilisha. Alipofika kule madilisha alimkaribisha vizuri na kuanza kumpatia ukarimu. Mzee Kinina alishangaa sana ile mazingira yao, ilikuwa ni familia kubwa na ile ucheni utajiri wa kila aina. Alichanganyikiwa na kusema haiwezekani kabisa nikashindana na matajiri kama hawa. Alipofika alimuulizia baba yake Madilisha, lakini kwa mda ule alijibiwa kwamba hakuweza kufika. Ndipo akaamua kuketi kumsubiri. Baada ya muda kidogo tu alisikia mungurumo wa gari, na ndipo hapo alipozidi kukata tamaa na kujidharau. Kumbe alikuwa ni mzee mwenye familia, babake Madilisha alikuwa amefika. Alipofika alikaa pamoja, wakaketi na kuanza kuzungumza. Lengo lake lilikuwa ni kuharibu, na ndipo aliamua kuchukua uamuzi wa muongo wa kujifanya yeye ni mwakilishi wa familia ya Upio ambaye ni baba wa Onyamizi kwa ajili ya kueleza baadhi ya mambo kuelekea ndoa yao. Na uongo aliochukua, aliamua kudanganya kwamba Nyamizi anaumwa ugonjwa wa kifafa. Aliyazungumza ile maneno kama kutibua na kuwachafua Madirisha pamoja na baba yake, ili aweze kukataa, ili yeye aweze kumuoa Nyamizi. Ndipo Mzikinena akasema kwa ungwana, huu tumeona kuliweka hili swala wazi kabisa, ili kama kumbeba mzigo aubebe mwenyewe, asija akamlaumu mtu. Madirisha akabaki mdomo wazi na baba yake wakishangaa. Baba yake akamwambia Madirisha, Umeasikia hayo maneno? Ndiyo. Lakini, lakini nini? mshukuru Mungu. Vipi kama huyu mzee asingekuja kutuambia? Ni wachache sana wanaosemaga ukweli. Vipi kama kumchukua mwanamke mwenye kifafa ukampeleka Dar es Salaam akaanza kuendesha gari, je, unadhani nini kinachompata? Si hasara kwako na kwetu pia? Hapana. Madirisha: kweli baba, hili ni jambo la hatari, kiukweli kifafa ni kibaya Madirisha alimtazama mzee Kinena na kumuona kama ni mzee mwenye hekima, kumbe asijue huyo alikuwa ni mme mwenza anataka kumwaribia, ili asimuoe Nyamizi, ili yeye amchukue na kuweza kumuoa. Baada ya kuzungumza maneno yale, mzee Kinena aliondoka akiwaacha Madirisha na baba wake wakidua, kabla hajabaki kushangaa sana. Ghafla Nyanzala naye alitokea katika familia ya mzee wake Madirisha, lakini walipomwona walishangaa wakiwaza kuwa jambo gani jingine la huzuni linakuja mbele yetu. Nyanzala bintiu, mnafiki na mwenye tamaa ya pesa, alipoyaona mazingira mazuri na ule utajiri uliokuwa na familia yake na Madirisha, alipata wivu sana na tamaa ulimwingia ndani yake, akawaza atumie kila mbinu ili aharibu, ili Nyamizi asiweze kuolewa, na hatimaye akaanza kuingiza shinikizo ili yeye aweze kupata fursa ya kuolewa na Madirisha. Hii inathibitisha kwamba upendo wa dhati sio sababu inayomfanya mtu abaki kwako, bali unaweza kugharamia kila kitu alafu watu akamuvuoni kweli mapenzi sia Nyanzala aliomba kutoka kusindikizwa njiani na Madirisha ili apate nafasi ya kutimiza haja yake ya moyo aliyokuwa amepanga. Wakiwa njiani, Nyanzila alianza kumpakezia mabaya ya Nyamizi. Nikwambie kitu, Madirisha, ni kweli Nyanzira ni mzuri, lakini lakini, kama unavyojua kizuri haikosi kasoro, lakini kile amna aliyo mkamilifu. Ni bora angekuwa na kasoro ndogo, lakini ana kasoro nyingi. Unafikiri ni nini? Madirisha alishangaa na kusema mimi najua ana kifafa, si ndio? Bora hata angekuwa na kifafa. Ile binti ni malaya, anatembea na vijana ovyo ovyo sana hapa mtaani. Tena moja, nisikufiche kitu, siku hizi anatembea mpaka na wazee. Kama unabisha wewe, njoo baada ya siku tano pale nyumbani, afu ushuhudie kinachotokea. Basi baada ya hayo kuyazungumza, Nyanzila hukaa sana, akaamua kuondoka. Madilisha alibaki njia panda, akawaza Huenda yule kizee aliyotangulia mwanzo anataka kuziba nafasi yake. Kwa nini azungumze yale maneno wakati kwenye kikao cha kutoa mahali ya kuwepo? Lakini aliwaza pia kwa upande wa Nyanzira, inakuwaje? Wifi yake wa karibu atoe siri zote hizo, kuna nini? Lakini pengine upande wa pili, akafikia maamuzi ya kufikiria kwamba pengine ulikuwa ni wivu wao, au waliweza kumuokoa. Yote hayo alimfanya abaki katika mkanganyiko mkubwa sana, asijue nini atakachokifanya. Je, uamuzi gani Madirisha atauchukua? na vipi kuhusiana na mzee kinena na Nyamizi? Je, atatimiza jambo lake? Yote na mengine mengi, tukutane katika sehemu ya tano. Uliko nami John Mabala katika sehemu ya nne, ni kushukuru sana kwa kuendelea kutega sikio. Asante sana. <tipunikosa>